kwa golikipa namba moja wa klabu ya soka ya Simba Sports Club raia wa Guinea. Hapa tukienda kumwongelea Musa Kamara Pinpin farm Musa Kamara Pinpin ameweza kuwa katika headlines mara baada ya siku ya Jumatano, ambapo aliweza kufanya maajabu makubwa sana katika wiki iliyopita, ambapo aliweza kuisaidia kuivusha klabu ya soka ya Simba katika hatua ya nusu fainali kwa mara ya kwanza katika michuano mikubwa ya kombe la shirikisho barani Afrika. Musa Kamara Pinpin alikuwa hodari sana katika kusevu, mikwaju ya penati katika ya penati penati tatu ambazo zilipigwa na klabu ya soka ya Al Masri, basi Musa Kamara Pinpin aliweza kudaka penati mbili tena alizicheza kwa kutumia mikono yake, kwa hiyo ikionyesha kwamba alikuwa hodari sana katika kukua mikwaju ya penati na kuiwezesha klabu ya soka ya Simba, atua ya Simba kwenda hatua ya nusu fainali kwa mara ya kwanza katika michuano mikubwa ya kombe la shirikisho barani Afrika. Sasa kutokana na mchezaji huyu kuweza kuwa bora katika mchezo huo, basi ameweza kulitikisa bunge la jamhuri ya muungano wa Tanzania pale mkoani Dodoma, ambapo tunashuhudia kupitia waziri mkuu wa nchi ya Tanzania Kasim Majaliwa ameweza kufunguka kuhusiana na kiwango bora ambacho Musa Kamara Pimpin aliweza kukionyesha katika mchezo dhidi ya kikosi cha timu ya soka ya Almasri, ambapo taarifa inasemaje? Inasema, waziri mkuu ampongeza Kamara kuivusha Simba SC club nusu fainali michuano mikubwa kombe la shirikisho barani Afrika. Waziri Mkuu Kasim Majaliwa eh, Aprili 15, 2025, ameipongeza klabu ya Simba Sports Club kwa kufuzu hatua ya nusu fainali kombe la shirikisho barani Afrika, na ametoa pongezi za kipekee kwa kipa wa timu hiyo Musa Kamara Pinpin raia wa Guinea kwa kuokoa mikwaju miwili ya penati na kuoesha Simba kufuzu kwenda hatua inayofuatia. Waziri Mkuu ametoa pongezi hizo bungeni jijini wakati akihitimisha na kujibu hoja za bunge kuhusu hoja ya bajeti ya ofisi ya waziri mkuu na taasisi zake kwa mwaka wa 2026 baada ya kujadiliwa kwa siku tano na wabunge. Ngoja tunukuu kile ambache ameweza kusema waziri mkuu akitimisha bajeti ya ofisi ya waziri mkuu bungeni, anasemaje? Kipekee ni mpongeze mlina mlango wa Simba musa Kamara Pinpin kwa kuokoa mikwaju miwili mizito ya penati na kuoesha Simba kushinda. Ninapongeza sana timu ya Simba kwa ushindi huo na tunawatakia kila laheri katika mechi inayofuatia ya nusu fainali, na nina imani mtafika hatua ya fainali na hatimaye kutwaa ubingwa kwa mara ya kwanza, kwa kauli hii, kwa kauli mbiu inayosema hili tunavuka. Huyo ni Kassim Majaliwa akihitimisha bajeti na kuweza kuisifia klabu ya soka ya Simba Sports Club kwa kuweza kukwalifai kwenda nusu fainali michuano mikubwa ya kombe la shirikisho. Lakini imani yake anaamini kwa upande mwingine, klabu ya soka ya Simba watakwenda kubeba ubingwa wa kombe la shirikisho kutokana na kikosi kuwa bora. Lakini eh, shukrani zake za kipekee amezipeleka kwa golikipa, Musa Kamara Pinpin ambaye alikuwa katika kiwango bora sana. Ikumbukwe si waziri mkuu tu, viongozi mbalimbali nchini Tanzania wameweza kutoa pongezi, akiwamo naye pia rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Mheshimiwa Mama Samia Hassan Suluhu naye pia ni miongoni mwa watu ambao ameweza kutoa pongezi kwa klabu ya soka Simba kwa kuweza kufanya vizuri na kupeperusha bendera ya Simba kimataifa na ameweza kusema kwamba wataendelea kuwaunga mkono wachezaji wa klabu ya soka ya Simba eh, kwa kuweza kutoa lile goli la mama, ambapo Simba mara baada ya kufuzu kwenda nusu fainali tunaona wamelamba kiasi cha shilingi milioni ishirini kwa sababu bao moja lilikuwa likinunuliwa kwa kiasi cha shilingi milioni kumi. Kwa hiyo Simba tunaona eh, kwa sasa wanaendelea kuvuna fedha tukiacha eh, hivyo, mwenyekiti wa bodi ya kurugenzi ya klabu ya soka ya Simba Mohamed Gulam Dewji naye pia ni miongoni mwa watu ambao wanaisapoti Simba bega kwa bega kwa sababu shabaha yake ni kuliona kombe la eh, la CAF linatua nchini Tanzania. Kwa hivyo tunaona hata yeye ameweza kugawa kiasi cha shilingi milioni 30 kwa kila mchezaji wa klabu ya soka Simba, ikidhihirisha kwamba analitaka ili kombe, na ameweza kuahidi tena atatoa bilioni moja iwapo Simba atakwenda fainali, na bila kusahau atatoa tena bilioni moja iwapo Simba atatoa ubingwa. Kwa hiyo Simba kazi ni kwao sasa kuvuna hizo bilioni mbili kutoka kwa mwekezaji wa klabu ya soka Simba Mohamed Gulam Dewji kuna wataalamu wa tiba za asili lakini Sheisa Sultan ndiyo kiboko yao. Kutana na Sheisa Sultan kwa huduma zifuatazo: kusafisha nyota, matatizo ya uzazi, mvuto wa biashara, kuondoa nguvu za giza, kurejesha nguvu za kiume, kukomesha usaliti kwenye ndoa, kushinda bahati nasibu. Jinsi ya kuwasiliana na Sheisa Sultani: unaweza kumpigia simu namba 0756465858 kumi na nane au sifuri sita themanini arobaini na saba sitini na mbili sabini na saba. Pia unaweza kumtafuta kupitia whatsapp kwa namba hizo hizo. Mpigie muda wote Sheisa Sultani ili utibiwe. Hakika Sheisa Sultani ndiyo kiboko yao.